Maafisa wa so, polisi wa Kenya waliohudumu nchini Haiti wamesimulia changamoto walizokumbana nazo katika kipindi cha miezi kumi na nane waliohudumu katika taifa hilo. Wakizungumza siku moja baada ya kurejea nyumbani, maafisa hao wanasema licha ya kufanya kazi katika mazingira magumu na hatari walikamilisha wajibu wao kwa mafanikio makubwa, kama anavyotuarifu Ben Kirui <tune> Walitua katika uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Jomo Kenyatta Jumanne jioni huku hali ya faraja, furaha na msisimko ikionekana wazi nyusoni mwao walipokanyanga ardhi ya Kenya baada ya kuhudumu kwa miezi kumi na nane nchini Haiti. Wakati wa kikao rasmi cha staftahi kilichoandaliwa na Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen kuwakaribisha maafisa hao walieleza furaha yao ya kuungana tena na familia zao baada ya kukosa sherehe za mwaka jana na tumerudi tukiwa na nguvu na ujuzi. Maafisa hao waliounda kikosi cha kwanza kutumwa nchini Haiti mwezi Juni mwaka jana walisimulia changamoto kubwa za operesheni hiyo, wakieleza jinsi walivyotekeleza majukumu yao wa katika mazingira magumu na hatari. We did what we could to restore peace in Haiti. Waziri Murkomen aliwapongeza maafisa hao kwa kukamilisha kwa mafanikio kibarua chao cha kulinda amani ya miezi kumi na nane nchini Haiti, akisema walionyesha ujasiri wa hali ya juu. Hata hivyo, Waziri Murkomen pamoja na Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja wameeleza kusikitishwa kwa vifo vya maafisa watatu waliofariki. <tosan> Ben Kirui, Runinga ya Citizen.